Kundi kubwa ambalo linaathirika na ugonjwa wa kaswende ni kuanzia umri, wale ambao tayari wana uwezo wa kufanya jaribio la kufanya ngono hadi watu wazima, kwa sababu ngono haichagui kusema huyu ni umri mdogo au umri mkubwa. Ni yule tu ambaye ameshajitambua kwa anaweza kufanya tendo la ngono hilo, basi ana uwezo wa kupata maambukizi ya ugonjwa wa kaswende e. Na ukubwa wa tatizo ni kwamba takwimu za mwezi Januari mpaka Oktoba inaonyesha wagonjwa nje na ndani walioathirika na ugonjwa wa kaswende ni mia sita kumi na tatu na akina mama wajawazito walioenda kuanza kliniki walikuwa ni mia moja hamsini na tano Kwayo inaonyesha tatizo ni kubwa, kwa sababu ni hiyo miezi kumi tu inaonyesha data hizo, bado hatujapata data za mwezi wa mwezi Novemba na Disemba. Kwa tatizo ni kubwa. Kwa tatizo hilo shida ni nini? Shida ni kwamba watu wanakufanya ngono zembe. Hawawi waaminifu kama ni mwanandoa basi hau mwaminifu kwa mwenza wake anatoka nje ya ndoa. Na kwa wale ambao wako nje ya ndoa ina maana sio waaminifu pia, wanakuwa na wapenzi zaidi ya mmoja na hawatumii kinga wanaenda wanafanya ngono zembe yani, yani watumie kondomu, ndio maana maambukizi yanakuwa ni makubwa. Kaswende ni ugonjwa wa ngono au ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na mdudu bakteria aina ya spirochete, ambayo anaitwa Treponema pallidum. Mdudu huyu anaeneza ugonjwa kwa njia ya kujamiana, yani kwa njia ya ngono, ngono zembe kutoka kwa mtu aliye na ugonjwa aliyeambukizwa kaswende na kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu unaonyesha dalili ni ndani ya siku kumi mpaka siku kumi na nne tangu mgonjwa alipopata maambukizi, na dalili zake zimegawanyika katika hatua tatu. Hatua ya kwanza mgonjwa anaweza akawa ka na dalili ya kupatwa na kakidonda kadogo sehemu za siri. Anaweza kakaa kamoja au viwili pande zote maeneo ya eneo la sehemu za siri. Kidonda hicho kinakuwa hakina maumivu yoyote, baada hapo kinaweza kikapotea chenyewe bila matibabu yoyote, na pia anaweza kapata dalili za mafua zitapotea zenyewe bila matibabu yoyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hiyo ni hatua ambayo ni yenye matatizo makubwa. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kaja hospitali akiwa ana dalili za kuumwa, maumivu ya kichwa, homa, maumivu ya viungo, misuli, anaweza kuchanganyikiwa, wengine nywele kunyonyoka, tunaita alopecia ya kitaalamu e, kama ni wajawazito anaweza kaa na dalili za kuharibikiwa mimba kila wakati, kuzaa wa mtoto kabla ya wakati njiti au kujifungua watoto ambao wamekufa. Anaweza kawa sio amekufa, lakini anakuwa amechubuka kama mwagiwa maji ya moto. Anaweza kuzaa mtoto ambaye ni mlemavu wa viungo au kuzaa mtoto ambaye hatua za ukuaji zinaenda kwa kuchelewa.